Karibu mpenzi mtazamaji wa MCL Digital. Bado tuko katika viunga vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambako wizara zinaendelea kuwasilisha hotuba za bajeti katika makadirio na mapato kwa mwaka 2016 na 2017 ambako kwa sasa ni Wizara ya Kilimo ndiyo inayowasilisha bajeti yake humo ndani. Lakini kwa bahati nzuri tumempata mbunge wa Korogwe Vijijini Steven Ngonyani alimaarufu maji marefu, ambaye anaweza akazungumzia kwa ufupi juu ya nini kinachoendelea mle ndani. Karibu sana Mheshimiwa Ngonyani. Asante sana. Na kwa ufupi tungependa kujua Wizara ya Kilimo sasa imewasilisha bajeti yake. Nini matumaini yako? Kwa watanzania na watu wa Korogwe Vijijini, unajua katika jimbo langu mimi wa, wa, wengi ni wakulima na ni, ni wakulima. Sasa katika wakulima kule kuna wakulima wa chai, kuna wakulima wa mahindi, kuna wakulima watu, kuna wakulima wa maharage na vitu vingine vidogodogo. Mimi ninachotarajia sana katika bajeti hii, wakulima wengi katika mikoa mbalimbali mbali, kama wakulima wa tumbaku, wakulima wa korosho na wakulima wapamba wa, wa wamepata wa, wa, wa wa kidogo ile motisha kupitia kwenye wizara hii ya kilimo. Sasa wasiachie hapo tu waende mpaka kwenye watu wazao ambao wanalima chai. Chai ni zao muhimu sana kwa biashara katika Tanzania, lakini wakulima wangu wa chai katika jimbo langu la Korogwe vijijini hasa katika tarafa ya Bungu na milima ya Rushoto na katika wilaya ya Muheza hawana hawana faida nayo kwa sababu sehemu nyingine unakuja sikia chai imepanda bei, lakini upande wa Korogwe Bungu, alafu kule Rushoto na Muheza unakuta chai bei iko chini. Sasa malengo langu kama watu wanataka kuisaidia wakulima, wasaidie, wasiangalie baadhi ya mazao tu, kama sasa hivi watu wa korosho kule Mtwara wanavyo wanavyosherekea jinsi walivyopata walivyopunguziwa tozo katika mambo ya mauzo na si haya wayafanye na kule katika mkoa wa Tanga, hasa kwenye zao la chai. Zao la chai ni zao muhimu sana katika Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wategemee nini, utakachofoka nacho mle ndani? Kama tulikusikia ulifoka juu ya masuala ya umeme, umefoka juu ya masuala ya maji, umefoka sana kwenye ma ma ma masuala ya barabara. Kwenye kilimo, unatarajia nini ambacho utakiwasilisha kwa niaba ya wananchi wa Korogwe? Mimi katika niaba ya Korogwe, kitu ambacho kwa sasa wakulima, kwanza katika jimbo langu lina shida moja kubwa muhimu. Unapozungumzia kilimo ni kwamba watu wapate eneo la kulima. Katika jimbo langu mimi wanalima wapi? Maeneo makubwa yamezungukwa na mashamba ya mkonge ambayo hayaendelezwi, na mashamba haya yamekuwa kama kitega uchumi cha watu, wanakwenda wanakopa pesa kwenye mabenki, alafu mashamba hawaendelezi, wanafanya miradi mingine. Wananchi wanahangaika kutafuta sehemu za kulima, hawapati msaada wa aina yoyote. Chai leo ni zao la muhimu ambalo lilikuwa linawasomesha watoto wa kulima kule. Leo hii chai katika jimbo langu haina thamani, watu hawapati msaada. Hata kama wanachumiwa chai yao leo wanarushwa

pasenti hawaipati vizuri, nitashika shilingi. Kama chai haitapanda bei, nitashika shilingi. Kama wakulima wangu hawatapata maeneo ya kulima, ambayo yale mashamba ambayo yamewekwa tu yanafugwa na, ya nguruwe na, na manyani na matumbili, yawe yaonekane tu kwamba tuna mashamba ambayo yana faida, mimi nitashika shilingi kwa namna hii, kwa sababu kilimo manake ni kulima. Kule kwangu kuna maeneo ambayo tumeomba toka miaka ya nyuma kwamba tunataka tutengenezewe bwawa. Bwawa hili lingesaidia Wakulima katika tarafa, katika tarafa ya Mombo katika tarafa ya Korogwe katika tarafa ya Bungu watu angelima, lakini toka miaka, ukizungumzia bwawa ni kama ni kama kizungumkuti tu, unapigwa kona, watu bwawa hakuna. Sasa utasema kwamba kuna faida ya kilimo kweli? Mimi nitashika shilingi kama hawatanihakikishia kwamba wanajenga bwawa ambao litawasaidia wakulima. Mkulima hawezi kuwa mkulima bila kupata msaada, na serikali hii ni sikivu, kwa nini siwasaidie wakulima? Ngonyani tuanzie hapo hapo umezungumzia masuala ya mabwawa lakini kule kwako kuna shida kidogo tuliona ya maji ulionekana kwenye vyombo vya habari ukiwa unawabeba wapiga kura wako leo hii unasema hakuna bwawa la maji yale maji yote yalikuwa yanaelekea wapi yale maji yote yalikuwa yanaelekea ya? katika mto pangani au mto ruvu na maji yale yalikuwa yanakuja moja kwa moja baharini hakuna mahali ambapo panahifadhi maji yale yale maji mvua kubwa zilinyesha katika milima ya usambala yale maji yalikuja akaingia katika jimbo langu na kusomba baadhi ya kata kata Mkumbala imesombwa yote, hakuna nyumba, chakula kimebebwa katika mbuga yote ambayo ilikuwa watu wanaitegemea kwamba lingejengwa bwawa wangeweza kupata chakula. Hakuna kata sikia, ya Mazinde ndio kama ulivyosikia kuna maafa yamejitokeza, na hapo hapo kata Mkumbala vile vile, ya Mkumbala vilevile kuna watu wamekufa zaidi ya sita kwa, ma, kwa mafuriko kwa yaliyojitokeza. Ukiondoa hapo, unakuja kata ya Mombo, kata ya Mombo sasa hivi katika kitongoji cha Jitengeji na Misajini nyumba zote zimefutika maji yamesomba zile nyumba na vitu vilivyokuwa ndani ya hamna chakula hamna. Ukija kata, ukija kata Chekelei hali kadhalika ni hivyo hivyo nyumba, maji yameingia katika kata hiyo, yamesomba baadhi ya nyumba, wananchi hawana pahali pa kulima wala wananchi hawana chakula wala wananchi hawana mahali pa kulala. Ukienda Makuyuni ndiko kulikoanza mafuriko kabla hayajafika sehemu hizi nyingine. Mafuriko yalianza Makuyuni, kuna nyumba zaidi ya mia mbili zimebebwa zote na maji yako yako chini. Ukija Magoma hakuna usafiri, barabara imekatika. Ukienda, mkata, ukienda kata ya Kwagunda hakuna usafiri, barabara ya mkoa imekatika. Ukienda tarafa ya Bungu hakuna usafiri, barabara zimekatika. Sasa wewe utakuwa unakaa tu hapo unapiga mayowe unapiga mayowe, wakati wananchi wako wanahadhirika. kwa nilienda kuwasaidia lakini mpaka sasa hivi hawajapata msaada wina yote. msaada ambao nitarajia wa kwanza kabisa kuwapewa wale wananchi ni chakula hata kama kuna ile kamati ya maafa inakaa ingekaa, wakati hao wengine wameshaanza kupata chakula. Leo hii hata ukiambiwa kuna wananchi wamesha kufa usishangae, kwa sababu toka maafa yameshapatikana hakuna msaada wowote ambao wamepelekewa. Sasa maana yake ni nini? Unaposema kamati ya maafa inasaidia nini? Kamati ya maafa maana yake ni wasaidie wananchi. Hata kama kuna watu watakaa chini wapate mwapate, wapangiwe, lakini tayari wao wame wamepata chakula. Leo hii, wananchi wangu wanakufa. Leo hapa kwenye bajeti unaambiwa kwamba chakula kipo. Hicho chakula kinafanya kazi gani kama kisipelekwe kwa wahanga waliopata maafa? Naam, Profesa, haya ni yale ya Korogwe, lakini hebu utusaidie jambo moja. Hivi karibuni ulisikika hapa bungeni ukisema kwamba wewe ni miongoni mwa Watanzania wenye vyeti original yani eh, vyeti visivyo vya kufoji, kwamba cheti chako ni kimoja tu cha darasa la saba, lakini Watanzania na dunia inakujua kwamba wewe ni profesa. Huu profesa uliupata wapi kama cheti chako ni cha darasa la saba? Okay katika ha, hata kwenye mziki kuna profesa, kulikuwa kuna profesa Omali wa Simba Wanyika, kuna profesa J hapa, yuko hapa mwimbaji ambaye mpaka leo ni uko mbunge mwenzangu. Uprofesa wangu mimi si wa kusomea darasani, mimi nilisoma na ni haki, nitasema kila nitakapofika, nitawaambia mimi nilimaliza mwaka sabini na tano darasa langu la saba nilimaliza katika shule fulani, lakini hawa maprofesa wote wanaosema hawa, waliosoma na madigri yao hawawezi kuichambua miti ya dunia hii kama ninavyoichambua mimi na hawezi kumtibu mtu. Kama mtu ana ngilimaji, yeye lazima aende Muhimbili akamfanyie operation. Mimi simfanyie operation mimi, nitakachofanya nitampa hii mizizi, nitamchemshia, atakunywa na ngilimaji itapotea. Wao lazima amfanyie mtu pressure. Isitoshe, kuna siku, wakati miaka ya nyuma, unasikia katika vyombo vya habari kuna watu walipoteza maisha, lakini mtu yule walikuwa anaonekana, mimi kama profesa nilienda pale nikamtoa mtu ambaye watu walishamalizia kilio wakidai kwamba amefariki. Bahati mbaya, nikawarudishia wananchi wao, na mpaka sasa hivi yupo anaendelea kuishi. Kwa hiyo uprofesa wangu mimi, hata hawa waliosoma madigrii na madigrii hawezi kumwamsha mtu aliyefariki Hawezi kutoa to, dingili maji likateremka hivyo lilivyo bila kulifanyia operation pale hospitali. Huu ni uprofesa mkubwa kuliko maprofesa aliosoma kwanza. Hata hao waliosoma wanaokuwa na madigri wengine wanakuja kwangu kuwatibu ili wapate vyeo vikubwa zaidi. Kwa hiyo mimi ni profesa zaidi yao. Hivi ndivyo tulivyomaliza mazungumzo mafupi na profesa Steven Ngonyani maji marefu, mbunge wa Korogwe Vijijini, katika mazungumzo yetu hapa katika viunga vya Bunge. Mimi ni Habel Chidawali, MCL Matukio, Dodoma.